Ukizifuata njia hizi nazo kwenda kukufundisha basi utapata subscribers kwenye channel yako ya YouTube kwa haraka kweli kweli. Unajua, kupata wafuatiliaji YouTube ni kazi kweli, na kuna njia nne ambazo nitakwenda kukuelekeza ili uweze kujitahidi na kupata subscribers wako kwa haraka zaidi ya mtu mwingine yoyote, na hiyo itakusaidia wewe kuingia haraka kwenye partner program ya YouTube, yaani utaanza kulipwa na YouTube kwa muda mfupi tangu uanze kufanya kontenti zako ambazo unazipost kwenye chaneli yako ya YouTube. Unajua kukuza chaneli ya YouTube mpaka kufikia kuanza kulipwa inachukua muda sana eh, kuna wengine wanaenda hadi zaidi ya miaka miwili mitatu. Mpaka mtu anapofikia hatua ya kulipwa na YouTube, anakuwa amefanya kazi kubwa kwelikweli. Lakini njia hizi nne ambazo ninakwenda kufundisha sasa sasahivi, zitakufanya uone ni rahisi zaidi eh, kufanya kontenti zako na kupata subscribers na watu wanaokufuatilia kwa haraka zaidi. Tutakwenda kuangalia njia ya kwanza. E, njia ya kwanza ni kupost shorts yani YouTube shorts. YouTube shorts ni nini? YouTube shorts ni zile video fupifupi fupi ambazo zipo kama reels ambazo unaziposti TikTok au unaposti Instagram lakini kwenye YouTube zinaitwa YouTube shorts. Sasa YouTube shorts ni njia nzuri sana ya kukufanya wewe uweze kupata subscribers kwa haraka mno. Kwanini? Kwa sababu kama ilivyo tiktok, tiktok ni rahisi sana mtu kwenda viral eh? Na ukiposti video yako moja ya tiktok, ni rahisi kuonwa na watu wengi kwa muda mfupi sana, hata kama video yako haina maana yoyote, au hata kama video yako eh, ina content za ajabu tu ni rahisi kupata viewers, eh, haraka ku, kulinganisha na channel ya YouTube. Na kwenye video ndefu ni vile vile sawa ambavyo ukipost YouTube shorts. YouTube shorts zinasaidia sana kuweza kupata watu kuangalia ile kwa haraka, kwa sababu YouTube walivyofanya, wanaziweka shorts zote kwenye feeds, so zile shorts ambazo zinakuwa zinapata viewers wengi, watu wanaanza kuengage, wanazipa wana Priority. So ni rahisi kama shoti yako ni nzuri na ina engagement, ina watu wanaweza kuiangalia vizuri, ni rahisi wewe kuanza kupata subscribers wengi zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanaoangalia shorts wata subscribe moja kwa moja. Sasa unaweza ukakuta shoti moja ambayo imeenda viral ikakusaidia wewe haraka kwelikweli kupata subscribers 1000 shoti moja tu, sio hata mbili, endapo utakuwa umeposti shoti ambayo ina make sense sawa. Eh, sasa namna gani ambavyo unaweza ukahakikisha shoti zako zinakusaidia wewe kuweza kupata viewers wengi na followers wengi e, yani nikimaanisha subscribers. So mwanzoni unavyoanza nitakushauri uanze kupost e, moja moja kila siku. Yani kila siku hakikisha una post shorti moja, lakini baada ya muda mfupi, ukishaanza kuona engagement inaongezeka, watu wanaanza kukufuatilia taratibu, na umeanza kupata subscribers wachache wachache, wawili watatu. Sasa hapo, kuanzia hapo, anza kupost video nyingi uwezavyo kwa siku. At least kwa siku post kuanzia kwanzia shorts tatu mpaka tano kwa siku. Eh, maana yake wewe kazi yako unakuwa ni kupost tu kuwawekea watu. So kati ya hizo video zote tano ulizozipost, unaweza ukakuta video mbili zimeenda viral au video tano zote zimeenda viral yaani, ama ndani ya wiki unaweza kukuta video moja imeenda viral kati ya video zote ambazo umepost. Kwa nini nakwambia uposti video nyingi? Kwa sababu huu ni wakati wa wewe kutest, eh, kufanya testing, unajaribu audiensi wako wanapenda kitu gani, na kati ya zile video ambazo umepost sasa, ile video ambayo itakwenda viral inabidi uanze kurudia kontent ya, ya, ya aina ile mara kwa mara mara kwa mara, ili watu wako waanze kuingia na kuanza kukufuatilia zaidi. Na maanisha nini? Mfano wewe unaposti ni, labda ni mfugaji wa ng'ombe au mbuzi, umeposti siku moja video ulikuwa unakamua mbuzi maziwa eh? Watu wakaipenda sana wakaiangalia zaidi. Sasa hakikisha unarudia mara nyingi video hiyo, kwa sababu hiyo ndio nataka kusaidia wewe uweze kupata subscribers wengi na channel yako ikafikia ile level ya kuanza kulipwa. Lakini eh, kuna lakini hapo, lakini kupost shorts eh, mda wote kuna madhara yake. Utaniambia nimekwambia eh, ndo njia nzuri zaidi, lakini madhara yake ni yepi? Sasa madhara ya kuposti shorts kwenye channel yako yako kama yafuatavyo. E, shorts kwanza hazina revenue kubwa kwenye YouTube, yaani unakuwa hauingizi kipato kikubwa endapo utakuwa umeshafikia kuingia kwenye partner program ya YouTube. E, na pia ukiwa na post shorts alafu na content, uh, long form content kwenye channel moja kunakuwa kuna shida moja kwamba watu wa shorts wanakuwa wamekuja kwenye channel yako wewe kwa ajili ya shorts tu, hawawezi kuangalia video za long form. Sasa maanake unakuwa upati viewers kwenye long form, unapata viewers kwenye shorts, na kwa point hiyo, maanake kipato chako kitakuwa kidogo zaidi, lakini watu wa long form na wenyewe wale waliokuja kwenye channel yako kwa ajili ya kuangalia long form watakuwa wanaangalia long form tu na hawaangalii shorts so mwisho wa siku chaneli yako inabaki ina hang hang sasa nataka nikwambie njia nzuri ya wewe kuweza ku maintain eh, kama una post hizo shorts zako zitakusaidia ili watu wakaangalie long form ni namna gani tukiofanya hivyo hivo sasa ukiwa unatengeneza long form, yani video ndefu zile, mfano umetengeneza video yako ya dakika 8 na kuendelea, so unaangalia zile sehemu ambazo ni nzuri sana kwenye ile video eh. Unaangalia sehemu nzuri ndizo ambazo unazikata vi shorts, eh, vya sekunde 60 mpaka dakika tatu. Eh, YouTube wenyewe ni kuanzia sekunde, sekunde 15 mpaka dakika tatu hivi so, unaangalia vipande vidogo vidogo ambavyo unadhani ni vizuri sana na ukisha viposti vile vipande una viconnect na kuwa redirect watu wakaangalia video ndefu, kwa sababu unakuwa kama umewatamanisha kile kitu kizuri ambacho ume umekiposti. Sasa hiyo ndio itakusaidia wewe, watu wako waweze kuangalia shorts, na wakiangalia shorts maana yake utaongeza subscribers, lakini hutopata watch hours kwa sababu watch hours zinatokana na long form. He, na long form inatokana na long form. Ingawa shorts na zenyewe zinaweza zikakufanya upate e, uingie kwenye partner program, lakini haziwezi kukusaidia kupata watch hours e, zile elfu nne zenyewe zitakusaidia kupata viewers na ili uweze kuingia kwenye partner program kwa kutumia youtube shorts lazima upate viewers wa shorts e, wa zile video, shorts, shorts video wawe wamefika milioni kumi. Sasa hicho ni kimbembe, kupata viewers milioni kumi, lakini kwa shorts ni rahisi. Unaweza ukapata viewers milioni kumi kwa video moja tu, kwa sababu ni rahisi sana viewers kwenda kwenda viral. Mfano, ukiangalia channel ya Jaymondi, ukiangalia shorts zake, Jaymondi anaposti zaidi shorts. Siku hizi nimeona ameanza kuposti kidogo na na na story kuhusu maisha yake, hata ukiangalia shorts anavyopata viewers. Na mfano shorts anapata viewers laba milioni kumi. Alafu, long form unakuta anapata laki moja hapati wengi kama ambao wanapata kwenye shorts. Nadhani hapa mtakuwa mmeelewa eh? Sasa pointi yake ni kwamba ukitumia shorts vibaya bila kutumia akili, una uwezo wa kuiua chaneli yako eh, ukawa na subscribers wengi, lakini bado chaneli yako haina chochote eh, ikikuingizia pesa imeingiza zaidi zaidi, labda unakuta dola mia au mia mbili mwezi mzima eh, akati ungeweza kutumia strategy nzuri ya kupost hizo shorts vizuri kabisa kutoka kwenye long form. Maana maanayake ingekutengenezea viewers wa kwenda kwenye long form na ukaingiza kipato chako kizuri kuanzia dola elfu moja dola mia tano kwenda juu eh? Yani inakuwa ni, ni, ni umewatoa kwenye shorts ambao wamekuingizia subscribers wengi umewapeleka kwenye long form ambao unataka viewers wengi. Njia ya pili ni kuangalia channel za watu ambao mnafanana nishi yenu. Namaanisha nini nish? Yani mada ambazo wewe unazileta kwenye channel yako, kama ni vichekesho, tafuta wale watu ambao wanafanya vichekesho. Wana channel za vijekesho, angalia video zao, na kwa hapa sasa, kitu utakachokifanya angalia video ndani ya miezi sita iliyopita, yani kuanzia mwezi huu uliopo mpaka miezi sita iliyopita, katikati pale, angalia video iliyoenda viral zaidi eh, yani nikimaanisha viral video iliyo iliyopata viewers wengi sana, so iangalia ile video ikoje, na ukishaona hii video ni nzuri na imepata viewers wengi, angalia namna gani unaweza kuiboresha ile video. Kama utaiboresha hiyo video, wewe watu ni lazima watakuja kuiangalia hiyo video pia. Eh, hiyo ni strategy nzuri kweli kweli, kwa sababu atakuwa amekusaidia yeye ku brainstorm, yani kuja na idea ambayo wewe sasa utairekebisha ile idea yake na kuifanya kuwa bora zaidi, kwa sababu watu wameipenda kule kwake, na kwa na kuhakikishia wataipenda na kwako. Ah, kuna msemo unasema anything that goes viral will go viral again eh? Chochote kitakachoenda viral, lazima kitarudia tena kuenda viral. So within that hiyo uh, miezi sita, miezi mitatu ukiiona video ambayo imeenda viral kwa mtu ambaye kontenti zenu zinafanana na wewe, irudie Ninakuhakikishia video yako na wewe itaenda itaenda viral. Lakini sasa, sio kwamba unakopi kama vile vile alivyofanya yeye, unaweza ukajikuta namkopia hata jina sasa. <laughs> so unaangalia tu amefanyaje yeye, na wewe unafanya nini bora, alafu unatembea nayo hadi eh, thumbnail unaweza ukatengeneza kama ya kwake, kwa sababu thumbnail yake pia imesaidia kupata clicks nyingi. Eh, na ikipata clicks nyingi, maana yake algorithm za YouTube zinakuwa zinajua kwamba hawa watu wanaangalia sana hii wana click, so na wenyewe wanaitumia hiyo kuanza kuisambaza zaidi video yako ili ionekane zaidi kwa watu wengi zaidi, na wewe upate viewers wengi. Jambo la tatu ni unatakiwa kutengeneza community Yani, nikisema community, maana yake wale audience wako, wale watu ambao wanaangalia video zako, inabidi uanze kuwafanya kama ndugu zako, eh, kama marafiki zako, huwafahamu lakini kama unawafahamu hivi <laughs> kwa mfano mtu akiandika kwenye comment hmm? nimependa sana video yako eh, wewe, jina lake pale labda naitwa Ashura, na wewe unabidi ujibu, unamfanya huyu Ashura na yeye aone ni party ya nini ya channel yako aaaa sasa una, una, una vimba kwamba mimi sijibu comment bwana, watu wanaandika comment. Hata kama video yako imeenda viral imepata comment nyingi sana, hakikisha unajibu comments, na comment mbaya zinavyokuja kwako wewe wajibu vizuri. Mtu akikujibu vibaya andika vizuri, andika yani something positive, alafu huyo mtu yeye yeah, anaweza kaa alikukasirikia tu, alafu mtu mwingine akija kuiona ile comment ataona kwamba au jamaa ni mstaarabu, hata kama kweli hayuko vizuri, lakini ni mstaarabu. Shika hilo, ni muhimu sana kwa sababu ukijenga community, hawa ndio ndugu zako ambao utaenda nao. Jambo la nne la muhimu sana, ili jambo la nne ni la muhimu mno, labda kuliko hata yoyote mingine yaliyopita. Usijaribu, usipende, usilazimishe ndugu zako rafiki zako wale, wanaokufahamu sijui, wanafunzi wenzako, waende kusubscribe kwenye chaneli yako. Utanambia vipi, wakati tunahitaji subscribers? Usiwaruhusu au usiwalazimishe. Hakikisha mtu yoyote anayekwenda kusubscribe kwenye chaneli yako ni yule mtu ambaye ataangalia kontenti zako. Utanambia naongea nini, havieleweki? Ni hivi watu ambao wanakuja kusubscribe kwenye chaneli yako ni watu walioipenda kontenti yako. Mtu mpaka anaamua kuingia kwenye chaneli yako na kubofya ile ile subscribe button, maana yake anataka asimisi kontenti zako. Yani huyo mtu amekubali kontenti zako, anazipenda. Unanielewa eh? lakini yule ndugu yako ambaye umemwambia subscribe kwenye chaneli yako haipendi chaneli yako yeye ana subscribe kwa sababu anataka kukusupport wewe, wala hana habari na ile kontenti yako. So maana yake huyo mtu hakufai wewe, hatoangalia video zako, na YouTube nao wakiona watu ambao wamesubscribe kwenye chaneli yako hawaangalii kontenti zako, maana yake YouTube wanaona kontenti zako sio za muhimu kama tu walio subscribe, yani followers wako, watu wanaokufuatilia hawaangalii, maana yake ni kwamba wakizituma au wakiziweka kwa watu wengine, wakizirekomendi kwa watu wengine ambao hawajasubscribe kwako, manake hazitokuwa na maana. So hawatodili na wewe hata kidogo YouTube, unanielewa eh? hawato hawatodili na wewe hata kidogo. Watakachokifanya wao, watachukua tu content za watu wengine na kuanza kuzifanyaje, kuzidirect kwa watu wengine waanze kuzifuatilia kwa sababu wewe umeng'ang'ania marafiki zako ndugu zako waweze kusubscribe kwenye, kwenye chaneli zako. Huyu aliye subscribe kwenye chaneli yako wewe sasa hivi ndiye followers, follower wako ndiye viewer wako. Hakikisha una maintain huyo na unamletea content nzuri anayoitaka yeye. Shabiki yako akikwambia ninataka content fulani, kama ipo kwenye nishi yako eh, kama inaendana na nishi yako, hakikisha unampa hiyo content. Kwa mfano mimi leo nimeona comment mtu kaandika kwenye channel hii kwamba anataka nitengeneze ni video ambayo inaonyesha ni namna gani unaweza ukafanya live streaming, na mimi hiyo video inabidi niitengeneze sasa, eh? Nitawatengenezea eh, nadhani video itakayofuata baada hii ni, ni video ambayo itakuwa ita inawafundisha namna gani ya kufanya live streaming na pointi ya bonus point ya mwisho ya tano ambayo ni bonus, ukifanikiwa kupata subscribers elfu moja na ukafanikiwa kupata watch hours elfu nne yani, maana yake ukaingia kwenye partner program, hakikisha unachopambana nacho pale ni kupata viewers. Acha kuangaika na subscribers tena. Cha msingi ni wewe kutengeneza content nzuri kuliko maelezo, yani kila video unayotengeneza hakikisha iwe bora yenye viwango kuliko video ambayo ushawahi kutengeneza maisha yako yote. Kwa nini? Kwa sababu viewers ndio watakao kuingizia pesa kwenye channel yako s yes. Unapopata viewers wengi ndivyo unavyoingiza kipato kingi. Unaweza ukawa na subscribers elfu moja tu, wale ambao wamekusaidia uingie kwenye partner program, lakini ukapata viewers milioni moja na ukaingiza Dola elfu mbili elfu moja kutoka kwenye wale viewers, hata kama una subscribers elfu moja lakini mtu anaweza kawa na subscribers laki moja akaingiza dola mia dola dola mia mbili tuseme laki tano na wewe umeingiza milioni mbili kwa sababu umepata viewers wengi wenye tija na na content yako. Kama umefika mpaka hapa mwisho, najua umeipenda hii video. Nitakuwekea video hii nyingine ambayo na yenyewe inaweza ikakusaidia katika kukua kwako eh, na kuendelea kujifunza kutengeneza content za YouTube. Oya, ninawapenda ile kinoma noma.